Katika kamatakamata ambayo imekuwa ikishuhudiwa nchini Tanzania toka mwisho um wa maandamano unaambia kwamba jumla ya watu 641 wamefikishwa mahakamani nchini wakikabiliwa na mashtaka ya uhaini na makosa mengine yanayohusishwa moja kwa moja na maandamano ya vurugu zilizotokea kuanzia Oktoba 29 mwaka huu wa 2025. Sasa katika taarifa hiyo ambayo imetolewa Jumanne ya jana Novemba 11 mwaka 2021 na mawakili Maduhu Williams Paul Kisiabo Kisabo Samani na Dickson Matata, wanachama wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS, ambao ni miongoni mwa mawakili walioteuliwa na chama hicho kutoa msaada wa kisheria bila malipo kwa washtakiwa hao waliokuwapo katika mikoa mbalimbali nchini. Kwa mujibu wa maelezo yao washtakiwa 240 wako Dar es Salaam wakikabiliwa na makosa ya uhaini Mwanza. kuna washtakiwa 172 na kwa makosa ya unyang'anyi na kutumia silaha, uchomaji na uharibifu wa mali. Lakini Dodoma kuna watumio 32 wa uhaini na Kigoma ni 11 kwa unyang'anyi na kutumia silaha. Pia mikoa mingine ni Iringa yenye washtakiwa 89 kwa uhaini na unyang'anyi pia na kwa kutumia silaha. Njombe walikamatwa 9 kwa uhaini Tabora wapo watano, wanaoshikiliwa na polisi. Bunda wapo ishirini na tisa, Tarime wapo tisa na Mafinga wako arobaini na tano, wote wakabiliwa na kesi za uhaini. Na mawakili hao wamesema kuwa bado hawajapata hati ya mashtaka ya washtakiwa wa Arusha ambao wamefikishwa mahakamani kwa tuhuma hizo hizo. Kwa mujibu wa sheria, makosa haya hayana dhamana. Wale wa Dar es Salaam, baada ya kusomea mashtaka yao, walipelekwa gerezani Segerea i hey, ni kwa mujibu wa uh, mawakili hao aidha wamesema kwamba endapo watuhumiwa watapatikana na hatia adhabu ya juu kabisa ni kifo kwa kunyongwa ikifuatiwa na kifungo cha maisha huku adhabu ya chini ikiwa ni kifungo cha miaka 30 wameeleza kuwa kutokana na uzito wa kesi hizo TLS itaendelea kutoa utetezi wa kisheria kamili ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa mujibu wa wanasheria sasa jumla ya walioshtakiwa ama waliofikishwa mahakamani ni 641 na katika 641 ha hawajajumuishwa wale ambao wanatokea Arusha, kizingatia kwamba Arusha pia ni mmoja kati ya mkoa ambao ulikumbwa na uh, vurugu na maandamano, na vijana wengi sana waliweza kukamatwa. Ni mmoja kati ya mtamba ambao ulikuripotiwa kuwa na waandamanaji wengi, yani katika mikoa ambayo iliongoza kuwepo na waandamanaji wengi sana ilikuwa ni Dar es Salaam, kulikuwa na mkoa wa Mbeya na mkoa pia wa Arusha. Sasa kwa mujibu wa TLS, bana naombea kwamba pako kufikia sasa hivi waliokamatwa ni hao, sasa ijulikane kama kuna idadi nyingine ambayo pia tutakuwa na wanawasilisha wa, wa mahakamani. Lakini pia haya yanaendelea wakati kesi ya Tundu Lissu imepigwa kalenda, ili kwenda kusikilizwa leo hii hapa ambayo itakuwapo ni Jumatano, ili kutaka kujua hatima yake.